One day siku moja nilikuwa naomba nikawaambia, kwa nini haya na haya na haya, kwa nini huyu mshirika amefanya hivi na hivi, uliniuma sana. Kuna shirika fulani walifanya vitu viliniumiza moyo sana, nikamwambia Mungu, kwa nini nimewafundisha kwa moyo miaka mingi, nimewawekea mikono, nimewabariki. Why God, I was praying nikakuta nalalamika, lakini naomba yani, Mungu kwa nini hawa washirika wana wanafanya hivi jamani? Ah, wakati mwingine mnakera nyewe, watu hatari kabisa. Nikaomba sana baada ya kuomba sana Mungu akaniletea kideo, hebu sema kideo, tofautisha kati ya video na kideo. Akaleta kideo, yani kusema kideo na maanisha ni tukio, yani kama CD aya. Anambia eh, hey, ulifanya hivi eh, unakumbuka? Nafikiri mchungaji wako haikumuuma peji kapita ikaje nyingine unakumbuka, na yani kabisa kama video kama unavyoangalia kideo. Sasa hii ni kideo hii hii aliponikumbusha akaniambia, alichokifanyaga mchungaji wako juu yako mpaka ukasimama, alikuombea toba, hakukunung'unikia wala hakukulalamikia. Nilipotoka kwenye hapo mahali pa maombi, nilifuta machozi nikasema, sasa Mungu nimeelewa, damu yako bado inanena mema. Msamehe watu fulani. Kwenye Biblia walimfumania mwanamke mmoja. <laughs> Sasa sijajua lile tukio walivyolikuta, naomba uhashumu wewe vivyo tunavyoashumu. Sasa tarimo zifaa kama uelewi, nasema walimpeleka mwanamke kwa Yesu ambaye amefumania amefumaniwa. Sasa mimi nafikiri waliwakamata on the spot, kwa sababu huwezi kusema tumemfumania mtu ambaye hayupo. Ah, hapo huwezi kusema tumemkuta mlangoni, hiyo sio fumanizi. Hivi watu wa Mungu, naomba tukubaliane, hiyo sio fumanizi. Hiyo fumanizi ni kwamba tumewakamata on the spot kwao. Bwana, wakawa wamemkamata msobe msobe, wakaenda mpaka mahali ambapo Yesu, wakaambia Yesu, tumefumania tukio, kitu kizito. Huyu mwanamke bwana, tumemkamata kwa sheria, nitakaa pigwa mawe mpaka mpaka kufa. Yesu akazumu kainama chini <laughs> akawa cheki kana hawa wa? Hawa wameona boliti, wakati wao kuna msitu kabisa. Yani sio mwanzi nazungumzia, achana na mwanzi na boliti, yani wao wameona boliti. Kwa sababu kwa kweli, jamani, kufumaniwa ni jambo la boliti, si ndivyo? Hiyo sio kijiti tena, ile ni boliti. Wamekamata boliti, wamesahau magogo, yani wao kuna magogo. Kwa hiyo akasema basi, asiye na dhambi awe wa kwanza nyanyua jiwe na kumpiga. Kumbuka ni kweli kabisa, wamemkuta na dhambi, wamemkuta na tukio, wamemkuta kwenye tukio ila walipompelekea wakasema, asiye na dhambi ndio awenana wa wangapi? Wa kwanza mtupia jiwe, let be the first one. Inasema hivi wale waliompeleka pale kulikuwa na wanawake na wanaume, palikuwa na watoto na vijana, palikuwa hadi na wazee. Inasema akaanza kuondoka mkubwa, anayefuatia Mdogo. Maanake nini? Hakuna asiye na dhambi, ila ni kwamba ni wachache wanaodhihirikaga. Wanaosaliti waume zao ni wengi sana, ila ni wachache wanaokamatwa, ni wachache wanaogundulika. Wanaozini mbona ni wengi, ila wanaojulikana ni Church. Sasa njia rahisi ya kutaka kumjua mzinzi kanisani ambaye hajakamatwa ni anapotokea mtu aliyeanguka, angalia kinywa chake. Tulijua tu kwa kweli, kwa ule mwenendo ile lazima tu, yani is, ile sio kawaida. Unajua hiki ndo kizinzi kimejificha ndani ya kanisa, kwa sababu mtu akiwa ana moyo na dhamiri njema ndani ya kanisa, mtu akianguka kanisani au akakosea kanisani, moyo wake unauma, atamwombea. Mtu amepotea kanisani, moyo wake utamuuma, atamwombea. Huo ndio upendo wa Kristo Yesu bwana wetu, that is the love of our Jesus Christ. We don't celebrate the fall of anyone. Hatusherehekei anguko la yoyote, lakini tunaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa kwamba Bwana, huko aendako, umsaidie asipotee, akaanguka maisha yake, akaharibika. Na ndio maana kuna watu wanaibu. Tasikia, umesikia hapo kanisa limefungwa, si ndivyo? Wamepiga utepe, hawataki watu wasali. Kuna mtu tu anaweza sema e, Bwana amesumbua sana nchi hii e, kwa nini ni wache tu wafungiwe? Hana uchungu na nafsi ambazo hazijui mambo ya ziaza, lakini mtu mwenye upendo wa kristo mara akakuta kanisa limepigwa utepe pale, yametokea kwa wale vipi? Angetokea kwetu, wakaja tu hapa tu, serikali ya mtaa, serikali ya kata au mkuu wa wilaya anasema hili kanisa zilitambui, ungejisikiaje? Kwa sababu tu mimi nimeongea nini, nimefanyaje sijui nimefanyaje, imefungwa. Ah, sawa, tuone bwana atakavyoenda, watakiona cha mtema kuni au sijui na nani, unaanza kukandia? Hapana, sisi tulio familia ya Kristo tunapendana Tunaombeana. okay, ukiona mwenzako amejikwa, listen, hata mtu akijikwa, achana, liwe kweli au iweje, lakini mwenzako akijikwa katika Kristo haumsemi vibaya. Unafanyaje? Unamwombea. Tunafanikiwa kwa kuombeana, sio kwa kutukanana. Tunafanikiwa kwa kujengana, sio kwa kutengana. Amen, watoto wa Mungu, mnanielewa? Amen. okay, sema hivi, mema ya kikwata unafurahi mabaya yakitokea unatafakari. Sasa yakitokea kwako kwa au kwa mtu mwingine, maanake ni nafasi yako ya kutafakari, sio kusema mabaya, kwa sababu yaliyompata jirani yanaweza kupata na wewe.